Asanteni sana kwa kutukaribisha Homa Bay. Tunawaheshimu, tunawapenda na mimi nataka niwahakikishie safari hii tutatembea kwa pamoja. Nataka nimshukuru ndugu yangu mkubwa Mheshimiwa Raila Odinga aka Baba, kwa kuunganisha pamoja na mimi taifa letu la Kenya. Tuondoe siasa ya chuki na ukabila na mambo ya kisirani. Tuwaweke watu wa Kenya pamoja, kwa sababu umoja ni nguvu. Ndio mwimbaji mmoja hapa akatuambia, wan waonge wasiwasi wan waonge watch wan wachodo mana teach, alisema hakusema nirudie waonge wasiwasi waonge wach teach. Kwa mheshimiwa Kindiki na mheshimiwa Raila, pengine hamwelewi hiyo lugha. Inamaanisha hatuna wasiwasi wasi, hatuna midomo mingi, tunachapa kazi ile kazi bila break. Ndio, tunachapa. Ni kweli ama si kweli? watu wa Homa Bay, tuendelee ama tuendelee? Mimi nasema asante sana. I thank you all. God bless you. God bless our great country Kenya.